Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapa. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa, wanasema hivi: msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi, hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko ndio namna ya kupata Mandela had to go through 27 years kwa treason, ili kupata mabadiliko Afrika ya Kusini. Kwa hiyo, kwa hiyo tunaenda kukinukisha Walio tayari tutakwenda nao, walio tutaenda na walio tayari, hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. wanaofikiria kwamba eh, sisi emu watakuwa walokole wamebadilika na nini, tutawatakia kila la heri. Sisi sio watu wenye roho mbaya lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? sana sana sana sana, huu uchaguzi tutavuruga na tutavuruga huu uchaguzi. kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria uraisi, nami nilikuwa nafikiria uraisi, nimtiania, nimesahau au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. <tos> Sawasawa. <tos> tukikinukisha vile, tukikinukisha vile eh, tutaumia. Ni kweli, ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? tukikinukisha kinu seriously, watafanya nini? Watu, watatuua, wanaweza watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa, nakamatwa, napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi.